Zao la korosho ni zao ambalo lina ubeba mkoa wa Mtwara kusini na Tanzania kwa ujumla. Leo hii tumeshuhudia mnada wa kwanza wa zao hilo la korosho ukifanyika hapa kwenye viunga vya Halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara, ambapo bei ya juu ya zao hilo la korosho imekuwa ni shilingi 3520 lakini bei ya chini ikiwa ni 2550 bei ambayo wakulima pia wameonekana kuridhika nayo. Faida Online TV, watu wa Hiana, tumefika hapa na kuendelea, taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Karim Chipola ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Taneko hapa mbarani nafasi ya kuzungumza na Faida Online TV. Kama Taneko tuliweza kupata bahati ya kupeleka sokoni tani elfu ishirini na sita, na kilo 254. Bei ya juu shilingi 3520 lakini bei ya chini shilingi 2550. Mm, kwa msimu huu sitarajii kuvuka malengo kwa sababu kuna hali kidogo ya mvua imejitokeza na hali ya hewa imeweza kidogo kufanya kwamba uzalishaji wetu unawezekana ukawa sio kama wa kuvuka malengo ambayo ya msimu uliopita. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Bodi ya Korosho Tanzania, ndugu Francis Alfred amezungumzia swala zima la usafirishaji wa zao hilo la korosho. Tuna mizigo mikubwa iko magalani. Kwa kutokana na hali hiyo ya kuwa na mizigo mikubwa magalani, sheria kawaida, kanuni za Bodi ya Korosho zinasema kwamba mizigo ya korosho isafiri kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni kutoka gala kuu kwenda bandarini. Sasa kutokana na hali hii, korosho za mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaruhusiwa kusafirishwa kwa masaa ishirini na nne aidha kwenda bandari ya Mtwara au katika gala ambalo liko mkoa wa Mtwara. Korosho kutoka mikoa mingine yote kwenda bandara Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ni kwa nini tumefanya hivyo? Kwanza, kama mlivyoona, tumeanza na mizigo mikubwa na magalani kuna mizigo mikubwa. Kwa hiyo tunataka mizigo iweze kutoka kwa haraka ili korosho zingine za ziweze kuingia galani kwa ajili ya mnada unaofuata, lakini pia tukiruhusu masaa 24 inaleta mzunguko mkubwa wa wa maroli. Roli inaweza kwenda likashusha mzigo likarudi. Kwa hiyo maroli pia na magari aliyopo yanakuwa na uwezo wa kushusha mzigo mkubwa kwa, kwa, kwa, kwa haraka lakini pia tunataka pia bandari yetu tuongeze ufanisi. Wanunuzi wengi ambao wananunua mizigo kwenye minada wangependa hiyo mizigo yao waweze kuisafirisha mara moja kwenda nchi hizo ambazo wananunua, hususan nchi ya India na Vietnam. Kwa majina naitwa Aisha Mzee Mshamu, ni mkulima wa zao la korosho kutokea wilaya ya Tandahimba. Bei za leo zimetufurahisha na tumezipokea kwa mikono miwili. Wito wangu kwa wakulima wetu wa zao letu la korosho Tandahimba na Newala, hii pesa tukiipata tuitumie vizuri, tufanye kazi za maendeleo, tufanye vizuri si kuongeza wanawake tu kuoa watatu watatu. Kwa majina naitwa Ashura Yusufu na Mkunama, ni mkulima kutoka na chipe Amcos. Tuhamasishane tu, tu, sisi wakulima kuanika korosho, kwani bei hii ni kubwa shilingi 3520 ni kubwa, kama tungepata wote, lakini kwa asilimia kubwa tumepata bei chini ya hapo kutokana na mazingira ya uanikaji. Naam, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbusha kusubscribe, kulike na comment section yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.